ukivunjika mguu, hasara ni yako wewe, lakini hasara ni ya familia yako hapo. Nataka niwaambieni haya mambo si fichi, nawaambieni kweli. Hata zikitoka ajira leo hapa kwenye nchi, ukienda kuchungulia pale ndani, utaona wazi tu, kati ya vijana wa Kiislamu na vijana wa sio wa Kiislamu, utaona vijana wasio wa Kiislamu ni wengi kuliko vijana sure wa Kiislamu. Kwa hiyo sisi ndio tuko jobless wengi. Ukisikia mtu anahamasisha, maana yake vijana wengi walioko jobless ndio no, watoke waende kwenye maandamano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 lakini ata, aruke atakavyoruka, kuna siku lazima antafute. Mnazijua hizo siku, akitaka kuoa <laughs> ataenda kwa Mama Samia mwozesha, anataka <laughs> kumwombea dua babake, atanitafuta antafute.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 ya Mungu yote wewe aache. Mwanamke mzuri, mwanaume mzuri, mtazame. Sema alhamdulillah Mungu ndiye aliyemuumba. Watu wana mipango yao, achana nayo. Wewe shughulika na lako. Shughulika linalokuhusu, viongozi wangu wa wilaya, viongozi wa kata, maimamu, msiogope hiyo lugha. Tusiogope kabisa, maneno ya hovyo hovyo. Alafu sisi wenyewe tunaweza kusema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 Kasema ah, <laughs> mshikeni hivo hivo. <laughs> Serikali shehe, serikali kuna mambo unaeza ukaonyeshwa wewe ukasema huyu mwanangu, wallahi ajashiriki kume, kashiriki. Tuiachie serikali ifanye kazi yake mm. Siu mnanielewa no. Mashee hata mnanielewa no. Maimamu mnanisikia no. Mimi ndo shehe wenu wa mkoa na haya ndo maelekezo tunachotaka. Sisi hapa tunaengaenga amani ya nchi. Na hii mihimili yachiwe ifanye kazi yake. Na nyie mnaingia WhatsApp, mnaingia kwenye magrupu. Kazi yenu kucheka tu. Umeona hiyo? Na unachangia. Ah ah. Kama unaweza jibu. Utashangaa. Ni maneno ya uongo kwenye magrupu haya, kwenye ma, ma, ma Facebook. Vijana wa Kiislamu mbona hamsemi nyie? Mnashambuliwa mmo tu, maisha kazenu, wanatukanwa mmo tu kimya. Na wengine wasema hadi acha waambiwe bana. Mashoo siku hizi wala ubwabwa tu. Nani atamtetea Sheikh? nani atamtetea Mufti? <laughs>